Dunia bado iko katika maombolezo ya msiba wa Papa Francis, wakati harakati za kumpata papa mwingine katika kile kinachojulikana kama conclave zikiendelea, leo acha nikufahamishe hili alilowahi kulifanya Papa Francis miaka michache iliyopita. Mimi ni Frank Damas. Mnamo Novemba mwaka na 2017, zawadi isiyotarajiwa iliwasili Vatican na hii ilikuwa ni gari aina ya Lamborghini Huracan iliyokuwa ni maridadi nyeupe, iliyopambwa kwa mistari ya manjano iliyochochewa na bendera ya Vatican. Hili halikuwa gari lolote la kifahari tu. Ilikuwa ni ishara ya ukarimu iliyokusudiwa kwa kusudi la juu zaidi, ikiwakilisha mamlaka Papa Francis anayejulikana kwa unyenyekevu na kujitolea kwake kwa maskini. Alipewa zawadi hii ya Lamborghini Huracan RWD ukopo na mtengenezaji wa magari hayo ya Kiitaliano. Gari hilo lililotengenezwa na kukamilika kwa kupambwa na Bianco Monoceras nyeupe na lafudhi ya manjano ya Jano Tiberino lilikuwa tofauti kabisa na mtindo rahisi wa maisha ya Papa. Papa Francis alilibariki gari hilo na hata kutia sahihi yake na kuongeza mguso wa kiroho kwa gari hilo lenye utendaji wa hali ya juu. Safari ya Lamborghini hiyo ilikuwa tofauti siku chache baadaye, na hii ni baada ya Mei mwaka 2018 gari hilo kupigwa mnada na RM Sothebys huko Monaco na kupata euro takriban laki saba elfu kumi na tano sawa na dola za Kimarekani laki tisa na nusu kwa wakati huo. Pesa hiyo ilitolewa kwa mashirika ya kutoa misaada yaliyochaguliwa na papa mwenyewe, akiyasaidia katika shughuli mbalimbali kama vile kusaidia wakimbizi waliokosa makazi na misaada ya maafa, akisaidia jamii za Jamhuri ya ya Afrika ya Kati sanjari na wahanga wa matukio ya usafirishaji haramu wa binadamu waliokuwa wakitumikishwa kwenye kazi za ukahaba. Kile kilichoanza kama zawadi ya hali ya juu kikawa ni kitendo chenye nguvu cha kutoa misaada. Lamborghini hii iliyokuwa ni zawadi papapa, inatukumbusha kwamba hata zawadi za kupita kiasi zinaweza kubadilishwa na kuwa ni zana zenye manufaa. Una maoni gani kwa upande wako mtazamaji, kuhusiana na hadithi hii ya kipekee? ishiriki maoni yako hapo chini. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Frank Damas, na hii ni Lushinga 72 TikTok dikto.